Hali ya kura za maoni kupitia Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Morogoro yameanza kutolewa katika baadhi ya majimbo mkoani humo ambapo jimbo la Morogoro mjini likiwa ni jimbo pekee ambako mpaka sasa limekwisha kamilisha mchakato mzima wa kumpata mwakilishi atakayewakilisha chama hicho katika uchaguzi ujao. Katika majimbo kumi na moja ya mkoani Morogoro, jimbo la manispaa ya Morogoro limekwisha toa matokeo yake kamili ambapo mbunge wa jimbo hile hilo Abdulaziz Abood amefanikiwa kutetea kiti chake kwa kushinda kwa kura 20,094 sawa na asilimia 98 dhidi ya 429 alizopata mpinzani wake Simon Berege. Taarifa ya Jackson Monela kutoka Morogoro inafafanua zaidi. Baada ya kumalizika kwa mchakato wa upigaji kura za maoni kupitia Chama cha Mapinduzi, sasa mchakato huo ume umeingia awamu ya pili ya utoaji matokeo. Mkoani hapa limeonekana kuwa shwari kwa matokeo katika baadhi ya majimbo yakiendelea kusubiriwa kwa mkubwa. Huku jimbo la Morogoro mjini liko limekamilisha mchakato mzima. Celes Berege amepata kura 429. Ndugu Simon Celes Berege amepata kura 429 sawasawa na asilimia mbili. Ndogo Abud Muhammed Abdulaziz amepata kula 2094. Ndogo Abud Muhammed Abdulaziz amepata kula 12090. Abdulaziz a bodi ni mmoja ya wa wagombea ambao mpaka sasa meshapata ushindi kupitia kula hizo, na hapa anabainisha furaha yake baada ya kuibuka mshindi. Baada ya hapo vikao ndio vinatoa mgombea. Hizi ni maoni tu, ndio taratibu. Lakini niseme kwa ushindi wangu wa kura za maoni, kura za maoni, kwanza, nimefurahi wana CCM wamejitokeza kwa wingi sana. La pili, nimeweza kushinda kwa kura nyingi sana, asilimia 98 tayari mimi na mtaji wa kwenda nao kwenye kugombea nafasi ya ubunge na vyama vingine matokeo kwa majimbo mengine hayajakamilika rasmi kutokana na zoezi la kuhesabu kura za baadhi ya wagombea bado linaendelea Jackson Monera, Star TV